Akizungumza wakati wa kuhitimisha kikao hicho cha mwisho cha baraza hilo kilichoshirikisha wananchi pamoja na viongozi wa dini na machifu, mwenyekiti wa halmashauri hiyo, Katule Kingamkono, amesema mafanikio hayo yametokana na ushirikiano mzuri kati ya watendaji, madiwani pamoja na wananchi. Robo ya tatu tuna bilioni 8.1. Hata usipojua mahesabu tuna bilioni 5.7 tuliozalisha mpya Mungu wa mbinguni aendelee kutubariki. Iletwa tena ombi la kuongezea tena milioni mia tano hivi tunavyosema, kwenye akaunti tumeiacha tena bilioni moja ambayo imezidi nani, kama wa madiwani na wataalamu wa Kyela, yaani tumevuka lengo. Mkurugenzi mtendaji wa halmashauri hiyo, Flora Luhala, ameeleza namna mapato hayo yalivyowezesha utekelezaji wa miradi mbalimbali ikiwa ni pamoja na huduma za afya, elimu na miundombinu. Ni malengo yetu tufike zaidi ya asilimia za mwaka jana. Mwaka jana tulifunga mwaka tukiwa na asilimia 134. Katika mjadala uliofuata, baadhi ya madiwani walieleza mafanikio ya utekelezaji wa miradi hiyo ikiwemo utoaji wa mikopo ya asilimia kumi kwa wanawake, vijana pamoja na watu wenye ulemavu. Na mapato hawezi kupatikana bila utulivu. Utulivu ndio umetufikisha mahali tulipo, na vyombo vya usalama vimefanya mengi, ndio maana kumepatikana utulivu. Na pia watumishi kama maafisa watendaji wamekuwa wakionyesha juhudi kubwa sana za kuhakikisha mapato yanapatikana. Mheshimiwa mwenyekiti, hizi fedha serikali imetuamini kwa sababu fedha tumesimamia vizuri. Kuisha kwa jambo moja ni mwanzo wa jambo lingine kwa kuwa tuna bakaa ya pesa kwenye bajeti yetu. Niombe tutakuwa na uhitaji wa ujenzi wa nyumba ya daktari na mambo mengine kaza wa kaza. Isisaulike eneo hilo la Kiangala. Na wananchi waliohudhuria kikao hicho wameeleza matumaini yao kwa baraza jipya litakaloundwa baada ya uchaguzi mkuu. Baraza ambalo tulikuwa tunashuhudia ngumi na migogoro limepita, lakini ni jambo la kumshukuru Mungu, baraza hili limekuwa ni baraza tulivu baraza linalojitambua baraza ambalo limetimiza wajibu wao. Baraza hilo limekuwa la mwisho kwa kipindi hiki cha kuelekea uchaguzi, ambapo viongozi mbalimbali wamewatakia heri madiwani wanaomaliza muda wao, huku wakisisitiza haja ya kuendeleza msingi wa ushirikiano kati ya viongozi na wananchi kwa maendeleo ya Kyela. Nikiripoti kutoka hapa mkoani mm, Mbeya, mimi ni Samuel Mpogole.